Tunaona mheshimiwa rais anavyotujali na kutuongezea miundombinu hasa ya shule katika maeneo yetu. Hakuna kitu kikubwa kama elimu kwa watoto wetu. Uh, tunasema kila siku na nilikuwa na mradi wa ongea nao kabla hawajaharibiwa. Wanaoanza kuongea nao ni walimu. Lakini akimaliza darasa la saba anarudi kwako mzazi. Akitoka kwako mzazi anaenda shule mahali pengine, labda mbali na pale ulipo. Yanayotokea sasa ni matokeo ya sisi wazazi kutoongea na watoto wetu. Watoto wamekosa uzalendo, watoto hajui baya na zuri, hajui kumtukana mtu mzima aliyekuzidi umri ni kosa la kiadabu, na mwisho wa siku ndio haya tunayoyavuna. Kwa hiyo hizi shule zinazojengwa zitu, sisi wazazi tusijisahau pia kwamba tunalo jukumu kubwa sana la malezi juu ya watoto wetu. Amani ya nchi yetu ni muhimu sana, lakini amani hii tutaijenga sisi wazazi kama tutawalea watoto wetu vizuri, mbali na malezi wanayopata shuleni. Ma, msingi hii hapo unaoiona mbele yako ni nguvu za wananchi. Sasa, mheshimiwa mkuu wa mkoa, wananchi hawa kweli wanahitaji pongezi kwa kushirikiana na serikali yao katika kuleta maendeleo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi tutaendelea kusimamia utoaji wa huduma bora katika eneo hili. Niwapongeze walimu, walimu mwalimu mkuu pamoja na walimu wengine, lakini watumishi wakiongozwa na mkurugenzi wa manispaa ya Geita kwa kazi nzuri ambayo wameendelea kuifanya. Uwanja ina 4230 wanafunzi ukombozi na wanafunzi 2300 Nyankumbu ina elfu moja mia nane na kitu na hii elfu moja mia nane na kitu. Kwa hiyo katika catchment area hii tuna zaidi ya wanafunzi elfu kumi eneo hili moja tu hapa la kata ya Nyankumbu. Kwa hiyo, ezi ukaona jinsi ambavyo demandi ya miundombinu hapa ilikuwa kubwa, na sisi tukaona tujiongeze angalau kuongeza miundombinu.